Familia ya Humphrey Polepole, aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania na mkosoaji maarufu wa serikali ya rais Samia Suluhu Hassan, imeripoti kutekwa kwake na watu wasiojulikana katika nyumba yake jijini Dar es Salaam mapema Jumatatu. Tukio hili limezua wa wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wakosoaji wa serikali wakati taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu Wakati ndugu zake walipofika nyumbani walikuta mlango ukiwa umevunjwa, nyaya za umeme zimekatwa, na damu nyingi imetapakaa ndani ya nyumba yake. Taarifa hizi zimeenezwa kwenye mitandao ya kijamii, zikionyesha picha za kutisha na kuzua hisia kali kwa wananchi. Familia tayari imewasilisha malalamiko kwa polisi. Jeshi la polisi la Tanzania limesema linafuatilia taarifa hizo baada ya kuziona mitandaoni, lakini halijathibitisha rasmi kilichotokea wakati huo huo, limesema Polepole pole, bado anatakiwa kufika mbele ya vyombo vya upelelezi kutoa maelezo kuhusu tuhuma mbalimbali alizotoa mitandaoni baada ya kujiuzulu kwake kama balozi. Polepole alijiuzulu mapema mwaka huu akisema hawezi kuendelea kuhudumu serikalini kutokana na kile alichokiona kama ukiukwaji wa haki, utawala wa sheria na misingi ya kikatiba. Baada ya kujiuzulu Rais Samia Suluhu Hassan alifuta rasmi hadhi yake ya kidiplomasia. Tangu wakati huo, amekuwa akitoa kauli kali na kufanya madai mazito dhidi ya taasisi na maafisa wa serikali, akidai pia kwamba familia yake imekuwa ikifuatiliwa na watu wenye silaha na makazi yake kuvamiwa mara kadhaa bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Mwezi uliopita polisi walifungua jalada dhidi yake, wakisema tuhuma alizotoa mitandaoni zinaweza kuwa makosa jinai, bila kufafanua ni makosa gani. Pia aliagizwa kufika makao makuu ya upelelezi kusaidia uchunguzi. Tanzania inakabiliwa na kipindi kigumu cha kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Rais Samia Suluhu Hassan anawania mhula wa pili baada ya kuingia madarakani mwaka 2021 kufuatia kifo cha aliyekuwa rais John Magufuli. Awali alisifiwa kwa kutoa nafasi kubwa zaidi za kisiasa, lakini katika miezi ya hivi karibuni, amekosolewa kwa kuimarisha ukandamizaji wa vyama vya upinzani na asasi za kiraia. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimezuliwa kushiriki uchaguzi na kiongozi wake mkuu Tundu Lissu ameshikiliwa rumande tangu Aprili, akikabiliwa na mashtaka ya uhaini yanayodaiwa kuwa ya kisiasa. Mgombea wa chama kingine cha upinzani ACT Wazalendo Luhaga Mpina pia amepigwa marufuku kuwania, hali inayowaacha wagombea wa, wa vyama vidogo pekee kupambana na Rais Samia. Mashirika ya haki za kibinadamu na wachambuzi wa kisiasa yanasema matukio ya utekaji yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni yakilenga wakosoaji wa serikali na wanasiasa wa upinzani. Tukio la am Polepole limezidisha hofu kubwa kwamba mchakato wa uchaguzi utatawaliwa na mazingira ya vitisho, udhibiti wa vyombo vya habari na kubana uhuru wa kisiasa. Wachambuzi wa maswala ya kisiasa wanaona tukio hili kama kengele ya hatari kwa mustakabali wa kidemokrasia nchini Tanzania. Kadri uchaguzi unavyokaribia, kuna mashaka makubwa kuhusu iwapo chaguzi zitakuwa huru na za haki.